wakilishi wa Tanzania kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, timu ya Yanga leo watashuka dimbani na watakuwa na kibarua kigumu dhidi ya timu ya Al Ahli ya Misri, mchezo ambao utachezwa kwenye dimba la taifa jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa zaidi. ya kuitoa APR ya Rwanda, na sasa italazimika kupata ushindi ili kuweza kujiweka kwenye mazingira mazuri kabla ya mchezo wa marudiano. Waziri wa Habari, Sanaa na Michezo Nape nawia amewataka Watanzania kujitokeza kushangilia timu ya Yanga, huku msemaji wa Yanga Jerry Muro akisema wamejipanga kwa kila namna, hususan vifaa vya michezo vya mvua, kutokana na hali ya sasa ni mvua. na wasii wa, wa, wa Tanzania wote kwa pamoja tujitokeze, nami nitakuwepo, na pengine nitatafuta nivae nita jezi ya Yanga ili tuwaunge mkono, tuhakikishe wanashinda mechi yao, mvua ikinyesha, jua likiwaka. Sisi tuko timamu, tuko imara tayari. Wachezaji wameshapewa maelekezo na tayari kit manager wa Yanga ameshapewa maelekezo ya vifaa gani ambavyo tutakwenda navyo uwanja wa Taifa kwa ajili ya kujiandaa na hali yoyote. Mvua ikinyesha, tutakuwa tuna zile stad kwa ajili ya kucheza kwenye mvua. Mvua isipokuwepo, basi tutacheza na na kwa kutumia gia zile zingine tulizonazo, lakini kuhakikishia tu tumeshachukua tahadhari zote za kutosha. Baadhi ya mashabiki wa soka hususan, wapenzi wa Yanga, licha ya kukiri kuwa mchezo utakuwa mgumu, lakini wana imani na timu yao. Mchezo mchezo mgumu, ila isipokuwa kuna advantage ya nyumbani. Kama tutajipanga, tutapata matokeo cha tofauti zao za usimba na Yanga. Watu wajitokeza kwa wengi kesho, uwanja wa Taifa, waweze kuishangilia timu ya Yanga ili iweze kuibuka na ushindi mnono na... tuna timu nzuri, tuna timu nzuri zaidi, tupo vizuri na uongozi umetulia, na timu ipo vizuri na tatizo mara ya mwisho kwa timu hizo kukutana ilikuwa mwaka elfu mbili kumi na tatu ambapo kwenye mchezo uliochezwa hapa nyumbani Yanga ilishinda bao moja kwa bila, na Al Ahly wakashindia waka kwa idadi hiyo hiyo ya goli kwenye mchezo wa marudiano na Yanga ikatolewa kwa mikwaju ya penalti ugenini. Kesho kutwa siku ya Jumapili, timu ya Azam FC nayo itashuka dimbani kwenye uwanja wa Azam Complex huko Chamazi, nje kidogo ya jiji la Dar es Salam, kucheza na Esperance ya Tunisia kwenye mchezo wa hatua ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika. Nam ni taarifa ya mwandishi Lutengano Haonga kuhusiana na mchezo kati ya Yanga na klabu ya soka ya Al Ahli. Kila laheri da Young Africans. Katika hatua nyingine, kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam, kamishna wa polisi Simon Siro amewataka watu wote ambao watahudhuria mchezo kati ya Yanga na Al Ahli kufuata sheria.